Katika kijiji cha Dhamanda eneo bunge la Kikuyu kaunti ya Kiambu, ambapo afisa mmoja wa polisi alikuwa ametumwa katika nchi ya Haiti, ila kufikia sasa hajulikani aliko. Nimeweza kuungana na mamake mzazi, tuzungumze naye atuelezee, kufikia sasa mmepata ujumbe wowote na ama kama familia mnahisije? Jina naitwa Jacinta Wajiko Kabiro, mamae mzazi wa Benedict Kafiro maneno yangu na yeye mwisho ilikuwa, ako, ako, ako karibu kumaliza sasa, akaniambia mama, I have a lot of plan for you, nakuja I set you, nakuja niku, nikuweke, niku settle, ninakuja sasa, nimemaliza sasa. Miezi nane imeisha, ilisha 15, sasa nimebakisha 4 months only. Sasa na hapo ndio aliniambia sasa ametolewa town amepelekwa na huko sasa kwa kijiji mahali kuna kuzwa mchele. Sasa tukaachana hivyo, na tukaachana unipe four days kwa sababu nitakuwa naenda kazi usiku. Sasa hatutaweza kuogea kwa sababu akienda kazi usiku labda tuogee mimi mchana, na mimi kuogea na yeye mchana siwezi kulingana na ile kibarua nafanya. Sasa mimi akiwa kazi mchana ndio tunaogea kwa sababu ni usiku. Sasa unaona, akaniambia sasa ilikuwa Saturday, sasa nisimuogereshe hiyo Saturday usiku na sadi na madi na Tuesday, nimuogereshe Wednesday yesterday. Hata nilikuwa nimemwandikia ka message morning, nikianza tu na morning, sasa anarudisha kia. Sasa kunae maafisa wakuu serikalini ambao wamewatembelea ili kuwajulia hali ama kuwaambia uh, kuhusu taarifa rasmi e, e, komada sub county komada wa AP alikuwa hapa jana, wakakuja na maafisa wengine watatu wakakuja na OCPD wa Kerwa Police Station na wakakuja na askari mwingine, so maofisa wote walikuwa sita. Wakakuja na sub chief as chief, na, na mtu ya nyumba kumi. Wote walikuja jana asubuhi kuleta ripoti kafiru amepotea, lakini hawajaleta ripoti kafiru amekufa. Kafiru amepotea they were abused akapotea aka wakati walirudi, yeye ndiye ajarudi obiragu any operation ile kitu wamepata, let them tell us immediately, watituwekee atadio. Nimeambia ofisa hiyo, ile kitu iko, tuambiwe. Kama wamempata, tuambiwe. Kama wamempata, akomgojwa, tuambiwe, lakini wasi wasituweke ati sasa wagoje. Hapana, let us know immediately, eh, kwa sababu sasa hii maneno ya kukaa hanging inaharibu, inaudhi roho na inaudhi na inaharibu mambo mengi. Mara ya mwisho kuongea na bwanako ilikuwa lini? Mara mm, ya mwisho, mimi ndio bibi ya Kabiro, tumekaa naye miaka sasa ni kumi, tumeoana since 2016, akianza kazi yake sasa. mm. Mwisho nimeongea naye Tuesday usiku tukiongea tu stori ya nyumbani, ile tu ya nyumbani, kuniambia akopoa nini nini. Hatukuwa na stori nyingi ya kuniambia tu, akopoa kazi anaendelea vizuri, Tuesday saa ina ya usiku. Juu vile tumeambiwa, bado haijajulikana juu wanatuambia ali alitoroka hiyo time yenye wameambushiwa, sasa nikaa amejificha mahali sasa. Hapo unaona tumepewa matumaini, naweza muona, najua nikaako hai, nina matumaini. Shughulikie hmm, hiyo maneno wasitukalishe sana, washughulikie tu haraka haraka ndio watuambie, tujue tujue ni nini inaendelea, juu bado tuko tu magizani, hatujajua vizuri. Asanti kwa kuzungumza na runinga ya KTN na sasa matarajio ya familia hii ni kwamba serikali itatoa ripoti ili kuondoa wasiwasi kwa familia hii. Kimaku Chege nikiripotia runinga ya KTN, kaunti ya Kiambu. <tune>